Karibu tena mpenzi mtazamaji, unayoitazama ni Runinga Magharibi na hizi ni habari za Magharibi jioni, taarifa ambazo zimeandaliwa na wanahabari wetu ambao wamekita kambi maeneo tofauti ili kukujuza yanayojiri. Kumbuka pia taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa kijamii Facebook, bila kusahau channel yetu ya YouTube ambayo pia ni TV Magharibi. Moja kwa moja katika taarifa yetu ya spoti hii leo ni kuwa, huku mchezo wa pete ukitarajiwa kung'oa nanga kote

Wa shule za msingi na zile za sekondari lengo ikiwa kuboresha na kukuza talanta, washikadau, waamuzi pamoja na wakufunzi wa mchezo huo wamejumuika pamoja katika uga wa shule ya msingi ya Ivona eneo bunge la Sabatia katika kaunti ya Vihiga kwa mafunzo ya pamoja ili kufanikisha mchuano huo. Wakizungumza wakati wa mafunzo, wamedokeza mchezo huo sasa umeanza kukumbatiwa kama ule wa kandanda licha ya changamoto si haba washikadau hao wameiomba idara ya michezo kupitia serikali ya kaunti na hata ile ya kitaifa kutenga fedha ili kupiga jeki mchezo huo kama njia mojawapo ya kuwapa vijana morali. Kwa mengi zaidi, wacha tupate jinsi kongamano hilo lilivyokuwa. Joseph Makau, mimi ni Fixture Secretary Kenya Netball Federation na niko hapa Vihiga kama instructor wa hii course ya umpiring na coaching eh. Umpires ni referees wa netball, sisi tunawaita umpires, na tuko hapa na tuko na class ya wanafunzi karibu 30, na wengi wao wanafanya vya level 1 ambayo ni vizuri, wakati hizi shughuli zinafanyika time after time kwa sababu sheria za netball zikibadilika baada ya kila miaka miwili, so huwa ni vizuri kila wakati zikibadilika, tunaweza kukuja hadi huku mashinani na kuhakikisha kwamba tumepata coaches na umpires wengi wakiweza kujua, kwa sababu hao ndio wanaanzisha wachezaji wetu wale kwa zile levo za chini. Nelson, chairman Kenya Netball Federation Vihiga County branch. mimi nimekuwa Uh, coach, kwa mashule mbalimbali nakuwa ni chango nikekuwa mdii alafu pia niko ni ni na club ni moja nafanyia training hapo Mbale, nime train kama an umpire at international level, huwa na umpire at East African uh, games. Katika huu mchezo una ref, kuna poref, angalia kuna rules sheria za huu mchezo, na lazima uwe umesomea uwe umefunzwa ndipo upige kipenga kulingana na sheria ya huu mchezo, lakini sio kitu tu unaweza fanya uh, bila kusomea sheria zake and uh, we are calling upon the government or any other official who is in a position to support netball to go to the higher levels especially on financial support it is a game that is full of uh, um, rules and therefore uh, it needs a lot of time to do practice and uh, even a lot of uh, personnel who are trained so that they can empower the students with the training so far we are doing the train, uh, the co uh, training as coaches and uh, referees uh, in preparation for the second term uh, competitions that are about to kick uh, in the next two weeks so it is important for us to go through this training because we need to equip with the rules that are current so that we can apply in the fields as we begin our term two competitions Jocelyn uh, kutoka rwande subcounty lakini ziko hapa kwa biga county cama honorable treasurer position ambayo nime hold for the last 10 years Nimefurahishwa uh, kukuwa hapa kwa sababu mchezo huu unaleta wamama uh, na wababa pamoja uh, tunapata skills jinsi za kufunza wanafunzi na kufunza watu wengine wa klabu zingine jinsi ya kucheza mchezo huu wa pete. Zinapea kipaumbele talanta ni timu ya magereza Kenya Prison, wameweza kuandika wasichana wengi sana baada ya kumaliza shule. Pia tuna timu yetu ya wanajeshi ambayo inaitwa Ulinzi Sports. Wanaajiri kando wa magereza, wanaandika wanaume na wanawake pia lakini ulizi wanaandika wanawake peke yake. Pia tuna timu ya hospitali kuu ya Kenyatta Hospital pia e, wameanza mwaka huu, wanapeana nafasi kwa wasichana ambao wanaweza ku kucheza netball na wangependa kuendeleza e, hiyo level nyingine kutoka kwa shule wanaingia kwa clubs. <coughs>